Jenerali Eric Ruhorimbere anayejulikana pia kwa jina la kivita Tango Tu amekamatwa jana, kufuatia tuhuma nzito za usaliti mkubwa dhidi ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Kwa mujibu wa vyanzo vya kijeshi mjini Kinshasa, Jenerali Ruhorimbere ametumiwa kuwa alitoa kauli zisizofaa ndani ya jeshi la FRDC na pia kuwa na mawasiliano ya siri na makundi ya waasi yanayoendesha mashambulizi mashariki mwa nchi. Makundi hayo ni pamoja na RDF, AFC, M23, Twigwaneo, redi Tabara na FNL Zabampemba. Inakumbukwa kuwa kabla ya kujiunga rasmi na jeshi la serikali, Jenerali Rori Mbere alikuwa miongoni mwa viongozi wa juu wa harakati za CNDP zilizokuwa zikiongozwa na Laurent Nkunda, ambako alihudumu kama mkuu wa idara ya ujasusi wa kundi hilo. Hadi sasa mamlaka za kijeshi bado hazijatoa taarifa rasmi juu ya hatua zinazofuata, lakini duru za ndani zinasema uchunguzi wa kina unaendelea kuhusu mtandao wa mawasiliano aliyokuwa nao na vikundi vya waasi. Taarifa na video zinazosambaa mitandaoni zinaonyesha kwamba baadhi wa wa ya wanajeshi wanaojiita wazalendo katika mkoa wa Kivu Kusini wamejishughulisha na shughuli za utengenezaji wa miguu ya silaha vifaa vibadilisho vinavyoongeza uwezo wa silaha, hatua ambayo kwa upande wao wanaita juhudi za kuimarisha dhidi ya mahadui wanazoofisha usalama wa eneo hilo. Kwa mujibu wa video zinazoonekana kupatikana katika mitandao ya kijamii, ni matio yenye tulitengeneza tukasudia kuchuma zingine hii ni mavisi ma na mabulou zenye zinatoka kumagari na kumamoto kuma tunafonde. Haiko vitu yenye bazungu walitengeneza hapa, tulisude ma, machuma machuma za kutengeneza milango tugasude. Hii ni chuma ingine yenye tuliwabandika kwa huyu tugasude, kisha tukapata miguru juu tunajua jinsi silaha inakuwa. Tulitengenezea miguru kusudi tupate kuitumikisha lakini MONUSCO ilisema M23 iko nguvu. We hauogope na hii silaha moja tu ha, tuna haki ya kupigania inshi yetu. Tutaogopa twende wapi, wakati yenyewe wanataka kutunyanganya udongo na udongo njo mutu, tutaishi wapi tukishaogopa? Hatustahili kuogopa, kwa sababu mutu mwenye alianza pigana na mkuki na upanga hawezi ogopa na bado hawayaona kitu, kwa sababu hasira tunayo ya zaidi sana. Tunaendelea meme na watoto yetu batakuwa nyuma yetu. hata haki za binadamu zinasema tusitumikishe mtoto, mtoto ataacha jeshi i, iache kazi, sie tubakie tuko tunateseka, ataishi wapi? Tutapigana na bamama zetu, na mfano njohii, huyu ni mwanamke mwenye tuko naye naye kwanza kupambana, mfano njohii, na babibi yetu watatuunga mkono, meme na wazazi yetu wenye barisha zeeka nao batakamata mikuki. Mnapigania nini? Lakini kwa sababu tuko tunapigania haki yetu, wakisha kutunyanyasa batunyanganye inshi megabuliwa, sie tutaenda wapi?